Mungu, Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa kutawala alimpa kumiliki na akamweka pale katika ile bustani ya Edeni ili atawale ili amiliki. Baada ya mwanadamu kupewa utawala na kupewa umiliki, hapo ndipo shetani alipoinuka. Shetani akaja kwa mwanadamu, akamwambia mwanadamu, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msire matunda haya ya mti yule. Mwanadamu akamwambia hapana, hapana, hapana, Mungu amesema matunda yote twaweza kura, lakini matunda ya mti utusire, wala tusiya guse, maana tutakufa. Shetani alivomjanja maana ni muwaji tangia mwanzo. Shetani akasema, sikiliza nikwambie, mwanadamu, Mungu anajua siku mtakapokula yale matunda mutafumbuliwa macho, mutakuwa kama Mungu mukitambua mema na mabaya. Hapo ndipo mwanadamu alipompa sikio shetani Shetani mwanadamu, akampa sikio shetani na akalivuta kabisa, akamkabidhi shetani. Shetani akasema, sikiliza mwanadamu, nikwambie, Mungu anajua siku mtakapokula lile tunda mtafumbuliwa macho mtakuwa kama Mungu. Mwanadamu aliposikia akachukua lile tunda akara na akaona, anaweza akawa ni yeye ni Mungu, sasa anaweza kuumba. Hakujua mahesabu ya shetani. Shetani lengo lake lilikuwa ni moja tu kwa mwanadamu: amtaware, amiliki, amwangamize. Na ndio maana tangu saa ile ile ilichotokea pale, mwanadamu akatawariwa mwanadamu akamilikiwa, mwanadamu akaanza kufa saa ile ile. Shetani huwa hakosei mahesabu yake. Sasa utafanyaje ili uweze kurudisha utawala wako na umiliki wako na kukataa maisha ya kufa? Maana Kristo anasema ingawa mtakufa, mtapita mautini na kuingia uzimani. Tunaweza kupita. Tunapitaje? Uendelee kufuatilia kipindi hiki na utajua unapitaje mautini, unaingiaje uzimani. Neno ni moja, tubu.